Mama, kama umejifungua mtoto wako na hajalia, hiyo sio ishara nzuri sana, na inaweza kuwa na madhara kwa mtoto au afya ya mtoto wako ambaye ni mchanga. Sasa kama likuwa unajiuliza maswali kwamba sababu zipi zinapelekea mtoto kuto kulia mara baada ya kuweza kuzaliwa, karibu kwenye somo tulichofunza pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembea channel yangu, subscribe hapo chini, endelea kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna mmoja ya mfuatiliaji wangu aliniuliza swali, anasema, samani dokta, eti kwa nini mtoto anazaliwa anakuwa halii, na ni sababu zipi zinasababisha hilo? Inawezekana na wewe ushaijifungua mtoto akawa hajalia mara baada ya kuweza kuzaliwa, na akaja kulia baadaye mara baada ya kuweza kusaidiwa kitaalamu. Watu tunaita perinato asfiksia, maanake mtoto anakuwa amekosa hewa au usafirishaji wa hewa hauko vizuri mpaka umesababisha kunakuwa na changamoto kwenye ubongo wake. Na hii inaweza ikatokea kwamba kunakuwa na hitilafu kwenye mfumo wa upumuaji, kwa sababu tu ya sababu mbalimbali. Inawezekana alipokuwa tumboni, kuna hitilafu ambayo iliweza kutokea. Kwa hiyo hali hii wewe, inaweza ikawakumba baadhi ya watoto. Kuna wengine wanaweza kusaidiwa kuweza kulia ndani ya ile dakika ya kwanza mara baada ya kuweza kuzaliwa, na wakaja wakalia baadaye. Kuna wengine wanaweza asilie kwa muda mrefu sana, mwisho wa siku wanaweza kafariki au wakapata changamoto ya ubongo kwa muda mrefu sana. Sasa unapoona kwamba umejifungua mtoto wako mpaka wanatenganisha ule mrija wa kondo, mtoto hajalia, ujue kwamba huyo mtoto inawezekana anakosa hewa mwilini mwake, na mwisho wa siku inaweza kawa hatari sana. Kwa hiyo usijiulize maswali mengi kwamba ni nini, changamoto ni hii kwamba huyo mtoto anakosa hewa. Kwa hiyo ile ishara ya kulia, maana yake anafungua mapafu yake na kuweza kuruhusu hewa iweze kuingia mara baada ya kuzaliwa. Sasa ziko sababu mbalimbali mbali ambazo zimegawanyika katika makundi makubwa manne. Kundi la kwanza linatokana na mama mjamzito mwenyewe, kundi la pili linatokana na kondo na mlija wa kondo, lakini vilevile kundi la tatu linatokana na mtoto mwenyewe kama yuko tumboni au baada ya kuzaliwa, lakini vilevile kundi la nne linahusiana na changamoto wakati wa kuweza kujifungua. Tukianza na mama mwenyewe, mama mjamzito, kama una changamoto mbalimbali katika kipindi cha ujauzito wako. Kwa mfano, mama mwenye magonjwa ya presha ya muda mrefu au presha ya ujauzito, mama mwenye kisukari cha muda mrefu au kisukari cha ujauzito. Hizi zinaweza kuhatarisha au kusababisha mtoto wako kwa namna moja au nyingine, akazaliwa akiwa anakosa hewa na mwisho wa siku akihitaji usaidizi, au wakati mwingine unaweza ukampoteza. Lakini vilevile, mama mwenye magonjwa ya maambukizi kama kaswende yanaweza kuleta hitilafu kwa mtoto. Vilevile mama ambaye ana magonjwa ya muda mrefu kama magonjwa ya moyo, magonjwa ya mfumo wa upumuaji, kwa mfano kama kifua kikuu na magonjwa mengine. Lakini vilevile mama mwenye utapia mlo ambao tunaambatanisha na ishu ya upungufu wa damu. Hapa ndipo unapokuja kwenye kile kitabu changu cha kuongeza damu. Mama, hutakiwi kwenda kujifungua au katika kipindi cha ujauzito wako uwe na upungufu wa damu kwa. Kabla ya kuendelea na somo, unaweza ukapata kitabu changu kama unavyokiona kwenye picha hapo. Hichi kitabu kitakusaidia wewe kuweza kuongeza damu katika kipindi chako cha ujauzito. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto ya upungufu wa damu, kwa namna moja au nyingine, inaweza kapelekea wewe kuishia mtoto wako akakosa hewa. Wakati mwingine unaweza ukampoteza, au akamsaidia wataalamu isha kwamba anapumua vizuri. Lakini vivyo sababu la pili au kundi la pili ambayo inaweza wa kuchangia mtoto wako kukosa hewa ni kondo na mlija wa kondo. Tukianza na mlija wa kondo, mlija wa kondo unaweza kuwa umetangulia, ambao wa tunaita cord presentation, na ukabanwa kwa namna moja au nyingine. Ule ndio ambao huwa unapitisha ile damu ambayo inatoka kwenye kondo ambayo imebeba hewa safi. Kwa hiyo wakati kwa mwingine mtoto bado hajazaliwa, alafu mlija ukabanwa, hewa haiendi, damu ambayo imebeba hewa safi haiendi kwa mtoto mwisho wa siku mtoto anaweza kapata hizo changamoto wakati wa kuzaliwa na akazaliwa halii. Lakini vilevile, mrija wa kondo kama umejifunga, ambayo tunaita true knot, mwisho wa siku unaweza kuwa umeziba, na usafirishaji wa damu kama hauko vizuri kwenye mrija wa kondo, kutoka kwenye kondo kwenda kwa mtoto, na mwisho wa siku akakosa hewa akiwa tumboni kabla hajazaliwa. Lakini vilevile, kama mrija wa kondo umetangulia, inawezekana chupa ilipasuka ukatangulia, kama navyoona kwenye picha, ukabanwa ya kichwa cha mtoto na nyonga yako, hy mama, mwisho wa siku mtoto anaweza akakosa hewa wakati wa kuzaliwa na akazaliwa hajalia, wakati mwingine anaweza kafariki. Sababu nyingine inawezekana, uh, mrija wa kondo umemzunguka shingo ya mtoto ambao tunaita nukokodi, na mwisho wa siku ikapelekea kwamba huo mrija ukafunga sana. Inawezekana umezunguka mara moja mara mbili, watu wao wanaweza kujifungua watoto ambao wako vizuri, lakini wakati mwingine unakuta unaweza katokea changamoto haswa, kama pigo ya moyo ya mtoto yanashuka. Lakini vile vile kwenye ishu ya kondo, kwamba kondo linawezekana likawa limejiachia mapema kabla wakati ambao tunaita abruptio placentae. Ulikuwa na pressure katika kipindi cha ujauzito na mrija wa kondo ukaachia, vilevile unaweza kuwa unatokwa damu, lakini vile vilevile naweza kana kulikuwa na hitilafu lile kondo limejishikiza e, kwenye mlango wa uzazi na mwisho wa siku ukachokea changamoto za kujifungua na ikaleta hitilafu lakini vivile haya maambukizi ya, ya bakteria anaweza kaleta e, changamoto kwake, haswa kaswende. Ukija kwenye kundi la tatu ambalo linahusiana na mtoto mwenyewe, mtoto anaweza kazaliwa na ulemavu, anaweza kawa na ulemavu kwenye mfumo wa upumuaji, anaweza akawa ana ulemavu kwenye moyo. Na tunajua kwamba moyo ndio ambao unahusika kuweza kuhakikisha kwamba ile damu inazunguka mwili mzima, ambayo imebeba hewa safi na ile iliyobeba hewa chafu kwenda kwenye mapafu. Kwa hiyo kama amezaliwa na hizo hitilafu, mwisho wa siku anaweza akashindwa, e, kulia au akashindwa kuingiza hewa safi na mwisho wa siku akaweza kufariki. Lakini vile vile sababu nyingine ni pale ambapo mtoto anakuwa mkubwa sana, inawezekana na kisukari, mtoto wako akawa ni mkubwa na kilo tano, wakati wa kujifungua zikatokea changamoto. Vile vile, eh, kuna sababu nyingine, mtoto ambaye anazaliwa kabla ya wakati. Inawezekana ulikuwa na pressure kwa kuzalisha, mimba haijafikisha hata wiki 28 mtoto hawezi kulia. Au wakati mwingine inawezekana ulikuwa na changamoto fulani, au kisukari au magonjwa ya moyo, ikabidi azaliwe mapema. Sababu nyingine ni kuchelewa kujifungua. Unajifungua mtoto au mimba yako ikiwa imeshafikisha wiki ya 42 au iko wiki ya, wiki ya tatu. Hii inaweza kawa ni changamoto kubwa sana, mtoto anaweza anaweza kawa na, kawa amekunywa kule ndani lakini mwisho wa siku anaweza kawa amekunywa yale maji ambayo yamechanganyana na choo chake, mwisho wa siku yakaziba ule mfumo wa upumuaji na mtoto kashindwa kuweza kupumua. Lakini kwenye ishu ya mtoto, wakati mwingine mtoto anaweza kazaliwa, seli zake zile nyekundu za damu zinavunjika vunjika, vunjika na mwisho wa siku ukampoteza mtoto wako akashindwa kuweza kupumua kwa sababu hizi seli nyekundu ndizo ambazo zinabeba hewa safi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya mwili wa mtoto. Udumavu wa mtoto tumboni, inawezekana ulikuwa na pressure akawa na udumavu, hii inaweza ikachangia kwa namna moja au nyingine mtoto akakosa hewa na mwisho wa siku asilie. Lakini vilevile kama mimba za mapacha, inawezekana yule mtoto wa kwanza kazaliwa vizuri, yule wa pili labda kondo likawa limejiachia na mwisho wa siku kampoteza, au akatoka hajalia, na wakati mwingine inaweza kutokea baadhi ya hitilafu. Tukija kwenye hili kundi la nne sasa ambao linahusiana na uchungu hapa kuna kunakuwa na hitilafu za uchungu. Inawezekana uchungu wako umeenda ndivyo sivyo. Sababu ya kwanza, inawezekana mtoto amekaa vibaya, mkao wake huko vizuri, amekaa katika njia ya ulalo au ametanguliza miguu kwa wakati anatoka, kichwa kikabaki ndani. Kama ametanguliza miguu na akakaa muda mrefu, mlija ukabanwa, akashindwa kupumua, ikatokea changamoto kama hiyo. Lakini wakati mwingine, unawezekana mji wa uzazi umeweza kupasuka ndani na mwisho wa siku Uh, ukampoteza mtoto wako kwa sababu anakuwa amekosa hewa, lakini vilevile, kutokwa damu nyingi kipindi cha kuweza kujifungua. Wakati mwingine unapojifungua kwa upasuaji unaweza kutumia dawa za usingizi na ikachukua muda mrefu. Hizi dawa za usingizi wakati mwingine zinaweza kapelekea usafirishaji wa hewa kwenda kwa mtoto wako ukawa umepungua na ikawa ni changamoto. Lakini vile matumizi ya baadhi ya dawa kama zile valium zinaweza kuchangia kwamba mtoto wako akawa anakosa hewa mara nyingi inatokea wakati ukiwa unajifungua kwa upasuaji, na kama kulikuwa na itilafu ambazo ziliweza kutoka. Sababu nyingine wakati wa kuweza kujifungua ni matumizi ya dawa za uchungu. Wakati mwingine zile dip za uchungu anaweza kaweka zikaongeza uchungu na zikapelekea mapigo ya moyo ya mtoto kuweza kushuka au mtoto kuweza kukosa hewa, kama kuna kuwa kuna itilafu fulani. Unajua kwamba mji wa uzazi unapoendelea kujikamua, mara nyingi wakati mwingine usafirishaji wa hewa kwenda kwa mtoto unaweza kuwa umepungua kwa hiyo, kuna mambo mengine, kwa mfano kama kifafa na dalili za kuelekea kuwa na kifafa cha mimba, kinaweza kuchangia kwa namna moja au nyingine, mtoto wako akawa na changamoto wakati wa kuweza kujifungua, na mwisho wa siku ukaweza kumpoteza mwanao, au mtoto akakosa hewa na akawa hajalia, ambayo ni kiashiria kwamba mtoto wako anakosa mambo pressure kisukali, au sukari yako mwilini, lakini vivyo ni vyema kuhakikisha kwamba unawahi kliniki kama nilivyosema na kuhudhuria kama ulivyoelekezwa, sio unawahi afu baadaye unaacha kwenda kliniki. Lakini jambo lingine ambalo ni kubwa, unaweza kulifanya ni kuhakikisha kwamba unafanya ultrasound. Fanya ultrasound mimba yako ikiwa huku mwishoni na wiki 36 au miezi tisa kamili, iza kusaidia kuweza kujua kama kuna mlija wa kondo umejifunga, umejizungusha kwenye shingo ya mtoto au kama umetangulia. Hii itakusaidia kuhakikisha kwamba kwanza unaweza kujua mtoto amekaaje, kama ametanguliza miguu au ametanguliza makalio, kiasi kwamba ikahakikisha kwamba inawasaidia wahudumu wa afya wakati wa kuweza kujifungua. Huwa tunaangalia mapigo ya moyo kila baada ya nusu saa kwenye hatua ya kwanza ya uchungu. Kwa hiyo kama mrija wa kondo ulijifunga ultrasound ilionyesha hivyo na mapigo ya moyo yameanza kushuka, maana yake inaonyesha kwamba mtoto ameshaanza kukosa hewa na inaweza ikahakikisha kwamba au wahudumu wa afya wanachukua hatua stahiki kuhakikisha kwamba unajifungua kwa, kwa, kwa njia salama, hata njia ya upasuaji. Lakini vile vile hakikisha kwamba unafuata maelekezo wakati wa kuweza kujifungua, wahudumu wa afya wanaweza kumsaidia mtoto wako kuweza kupumua. Lakini kuna mambo mengine ambayo unaweza usifanye lolote na wahudumu wa afya wanaweza kupambana bila kuwa na msaada wote, kama mtoto amezaliwa na ulemavu labda kwenye moyo na mfumo wa upumuaji labda uliumbika ndivyo unakuwa nakuwa na swali kuhusiana kwamba, je, kwa nini mtoto anakuwa ananyea tumboni kipindi ambacho unakuwa haujajifungua au unajifungua mtoto ambayo tayari ameshakunywa maji ambayo amejichanganya na kinyesi chake akiwa amejinyea tumboni? Kama uko na swali, unaweza kuklik suggestion hiyo hapo, kasikiza video kuhusiana sababu zipi ambazo zinapelekea mtoto kuweza kunyea tumboni kabla ya kuweza kuzaliwa. Kama utakuwa na swali, niulize hapo chini, nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.